Kwanza nianze na kumshukuru Mungu aliyeumba mbingu na kila kilichopo, tunakutana asubuhi ya leo, sifa na utukufu ni kwake, lakini kipekee sana ni washukuru watu wote kwa mapenzi mlionayo kwa chama cha ACT Wazalendo na kujitokeza siku ya leo kuja kumsindikiza chambu wa Kigoma Kaskazini kuchukua fomu kutangaza kwamba nimechukua fomu ya kugombea ubunge jimbo la Kigoma Kaskazini kwa <tie> sababu zilizonisukuma ni zile zile kama za elfu mbili na ishirini, kuwatumikia wananchi wa Kigoma Kaskazini. Na sasa nipo chini ya chama ambacho ndiyo bendera na ngome ya wanaKigoma na Watanzania na sauti ndiyo sahihi tumechukua rasmi fomu na niwaahidi, tunapokwenda katika haya mapambano, nitahakikisha kwa nguvu zangu zote jimbo la Kigoma Kaskazini na halmashauri zinabaki kwa ACT. <coughs> <coughs> na sababu zilizo nisukuma ni nyingi. Nyinyi kama wana Kigoma Kaskazini, mnajua changamoto ambazo tuko nazo kuanzia kwenye maji, kwenye afya, hali ngumu ya uchumi. Kina mama, mnajua maisha yamevyokuwa magumu, mikopo ya kausha damu. Nataka niende bungeni nikaiambia ukweli serikali kwamba watu wa Kigoma na Watanzania wamechoka, na wamechoka kwa, kwa Tushirikiane kuhakikisha kwamba jimbo la Kigoma Kaskazini linabaki mikononi mwa ACT Wazalendo. Lakini rai yangu watu wa Kigoma Kaskazini, watu wa Kigoma na Watanzania wanataka uchaguzi huru na haki, wanataka mawazo ya wananchi yaheshimiwe. Tunataka washindi watoke kwenye mawazo ya wananchi naam. imara na chama changu cha ACT Wazalendo, tutahakikisha tunashinda shinda na atakayeshinda ndiye atakayetangazwa. Hakuna mabadiliko yanayopatikana kiai, lazima watu mpambane.